Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TVE Habari. Na sasa tuungane naye Mizi ya Masinde kwa habari za biashara, kifuatacho ndani ya TVE Habari. Asante sana Miriam Mlaponi na mtazamaji, kwenye habari za biashara. Waziri wa Mifugo na Uvuvi balozi Dkt. Bashiru Ally Kakurwa ameitaka Taasisi ya Utafiti wa Mifugo nchini kuhakikisha tafiti zake zinalenga kuimarisha thamani ya mifugo ili kuongeza mauzo ya mifugo hiyo na mazao yake kwenye masoko ya nje ya nchi. Balozi Dr. Bashiru ameyasema wa hayo wakati wa ziara yake ya kukagua utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo iliyofanywa jijini Dodoma ambapo amebainisha kuwa kufanya hivyo ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM iliyoelekeza ufugaji wa kisasa, kibiashara na wenye tija. Mimi niwaombe ni mambo matatu, la kwanza tafiti zenu zielekezwe katika kuongeza thamani ya mazao ya mifugo na hasa katika kuuza zaidi nje mazao hayo, kuongeza mauzo yetu ya nyama nje ya nchi kutoka tani elfu kumi na nne kwa sasa hadi tani elfu hamsini ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Eneo la pili nalowaomba mjikite sana ni eneo la tafiti zinazohusu uhimilivu wa nchi yetu na mabadiliko ya tabia nchi. Na mimi nasisitiza eneo la malisho na maji, tuwe na ushirikiano. Najua kuna chuo chetu cha maji pale Dar es Salaam, kiko wizara ya maji, ni chuo cha utafiti, na katibu mkuu ananiambia ndio mheshimiwa, amewahi kuwa naibu katibu mkuu kwenye wizara hii. Mwasiliane sasa msemezane. Balozi Dkt. Bashiru ametaja eneo jingine linalopaswa kufanyiwa kazi na taasisi hiyo kuwa ni eneo la tafiti zinazohusu uhimilivu wa nchi na mabadiliko ya tabia nchi ambapo amesisitiza ushirikiano wa kitafiti wa taasisi za wizara yake na ile ya maji ili kuboresha eneo la malisho ya mifugo na maji. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Profesa Eric Komba amesema kuwa maelekezo yaliyotolewa na mheshimiwa balozi Dr. Bashiru yapo kwenye miongozo mbalimbali ya mbali utekelezaji wa shughuli za kitafiti hivyo, ameahidi yeye pamoja na timu yake kufanyia kazi maelekezo hayo. Kama kiongozi wa taasisi, kwa niaba ya watumishi wenzangu, ninachopenda kusema ni kwamba tumemsikia vizuri waziri wetu, anayoyasema ni yale ambayo tunayaona katika miongozo ambayo inatuongoza ina katika kufanya shughuli zetu, dira ya taifa lakini pia ajenda ya utafiti wa taifa e, na mikakati mingine. Kwa hiyo sisi kama taasisi tutayafanyia kazi kwa ukamilifu haya mambo kwa ustadi mkubwa, ni mambo ambayo yapo ndani ya uwezo wetu, tunao utaalamu. Basi tutahakikisha tunafanya hivyo ili basi malengo ya wizara, malengo ya taasisi lakini na juhudi za wizara juhudi za mheshimiwa rais ziweze kutimia lengo kuu likiwa ni kumnufaisha mfugaji, kuongeza tija lakini kuongeza kipato chake, kipato cha sekta na pato la taifa kwa ujumla. Asante sana mtazamaji. Na Miriamu Mlaponi, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana nizi ya Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji ni TV Habari, nami ni Miriam Umlaponi na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na kusomwa kwenu na Roman Shirima. Mimi ni Miriam Umlaponi, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari, na katika habari za kimataifa mpambe wa rais aliyepinduliwa Gine Bisau akutwa na euro milioni tano.